Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Sisi hapa hivi sasa ni usiku tunakula sapa. Tulikula mapema kama sita tulikula ugali na omena, kula mapema watoto, watoto. Sasa saa hii saa tatu ya usiku ni leti. Mimi ni papa Jimmy, na watoto baada ya sapa walienda kutembea kwa grandma. Mimi nikabaki tu hapa kwa nyumba peke yangu nikaenda kuoga wakirudi likuwa kwa kwa bafu alafu kwa bathroom, si ndio? kwa mzuri mm, hivyo <laughs> wakakuja kama bado niko huko, nikatoka, tukashughulika, tukaomba, akasoma Biblia, tukaomba, nikasomea kwa watoto mm, ma story book kidogo kidogo, nikatafuta zingine kwa simu nikiwasomea juu mm, kwa sawa ka have fun ka have fun, wakafurahi sasa tukaenda kulala, sai watoto analala, sisi ndio tuko hapa, tuseme moja mbili. Mm, yep. <laughs> mm. Mm? machimi utaniuliza swali Baba Jimmy ako na maswali alikuwa ndaka niulize, si ndio? Ah, tunauliza sana. Yani sijapanga. Basi uliza uliza, sijapanga, ako swali. Unajua zilikuwa shida, zilikuwa maswali, zilikuwa alafu nilikuwa nimepanga tangu juzi vitu mingi, unajua hmm. Unajua wakati unaanza kupost video ama nini nini, watu wanaanza kukuuliza vitu ati inafaa muulize swali nini nini, wanasema inafaa uniulize swali gani? Maswali mingi tu, vitu mingi hata. Kwanza kuna video tulitoa kwa channel yako, watu walisema ati mbona nilala kwa kiti, tuwajibu hiyo wakati <laughs> oh, you hiyo atandaka mm, wajue sana Aye, so, hiyo, so, wajibu, wajibu sasa. Hiyo ni mzuri, hiyo ni mzuri, yonimu. Na sasa yonimu, watu shida watu wako labda hawataoche Yeah, na unajua shida inafaa watu waulize maswali, niandike hizo maswali zote vitu mingi. Sasa zingine unajua huwa nazishika zote. Alafu wakati nakuja kurekodi nimepanga. Alafu sasa kama saa hii time hii nimefikiria, ah, sina content nataka kutoa hiyo video nini. Sasa kulala kwa kiti mimi nilikuwa muoga. Alafu Baba Jimmy tena nikieleka yeye alikuwa mgonjwa. Sasa wakati hata alitangulia kuenda kwa kitanda nini, mimi bado nilikuwa nje kidogo kukuja mimi naye nikaogopa, kumbe ati aliniita na mimi si kuenda. hmm. hmm. Ah, yeah, yos, mm -hmm. mm -hmm. Sasa uniulize swali hiyo ni kama yako sasa, wewe umekuwa uniulizeko. Mimi ndio nimuongea hiyo. Hmm. Kwa nini ulilala? Kwa nini? Kwa nini ukukuja kuamka tu kuja kunitafuta wewe I... naye? Nilikuwa nafikiri nilikwambia, tuende tulale, na ukakataa unabaki kwa kesho. la kusema ningekuja kulala unisumbue sasa. Sasa leo tunakuja kueleza tumashida za watu, unajua, weaknesses za watu unajua watu wasema, ati nyinyi mna mna nyinyi hata mnakasirikanga nini nini, mna furaha ingi tu 24/7 kwa ndoa yenu, akuna kukosana, akuna nini? mm -hmm. Hmm. Baba Jimmy ni ukweli, atukosanange tunapitananga <laughs> <laughs> sana sana, mimi na baba Jimmy nini, ninini baba Jimmy aki wakati baba Jimia anafanya kazi na anataka umsaidie <laughs> kutengeneza kitu, kuja nishikilia hapa, kujufanya unisaidie hii, kuja saidie hii <laughs> e, naikosa na hiyo kitu ifaili ya kuwa anatengeneza na hiyo kitu ifaili isifanye mzuri e, e, e. Ama, yani, <laughs> stress nikifanya kazi kama hiyo kitu inasumbua kukuunda <laughs> <laughs> Bukali, hasira alafu hapo ndio tunapitananga sana, alafu mm -hmm. Mimi nasema sitakusaidia hata hata mina, sasa naenda mm -hmm. Ama sa zingine najikausha, sa zingine najikaushanga tunafanya, alafu ndakuja nikulalamikie baadaye baadaye <laughs> <laughs> uh -huh. yeah. Yeah, nakuanga hivyo Kwen <laughs> siku, siku, siku ingine ilikuwa tu hata akikuwa na kitu anataka kutengeneza <laughs> <laughs> akiniita kuja nisaidie, mimi naanza tu kuogopa. Tunajua tu already tutaenda kupita. <laughs> Sasa ama wao ndio ulikuwa na rip ni kama ama ulikuwa na laani tu. Hapana nilijua tu itakuwa mbaya sasa inakuwa kuwa mbaya. Ali anakasirika nayo nini nini sasa unajua lakini siku hizi siku hizi si imejaribu. Siku hizi ame change sana sana hiyo bado, pengine saa zingine, lakini so, <laughs> sa like unajua, uzuri tunakosana, akimaliza, akifaulu, akuja anaanza kusema pole pole, polepolepole, na ni kose, sina kusameanga na mimi hmm, no, hmm. <laughs> <laughs> <laughs> ni nini <laughs> <laughs> Sasa unajua, <laughs> shida mimi sitaki kusema, ziko tu, hazikosi lakini <laughs> like ini yeah to okay, ukitaka unitangaze ni sawa, mimi sitaki. Yeye yako si mbaya, wewe unataka kunitangaza, nimekutangaza. Juni ndio yangu ni yaaibu, maybe hakuna kitu kingine za kijuju hmm. So unaona mi yenye nimesema hii yangu najua si mbaya. Ni ile tu kazi kwa kazi mm -hmm. mm -hmm. kitu mm -hmm. yenye nanisinyanga saa zingine kufinya eh, ukishika okay, simu hata siku hizi yani mimi, mimi kitambo mimi ndio nilikuwa nafinya simu excess mpaka Mama Chimia alikuwa nalalamikanga kila wakati. Siku hizi tumebadilishana, mimi naweza kaa hata bila kufinya saa zingine Mama Jimmy akishika tu simu. Umesikia? Si ati najitetea, lakini unajua mimi wakati, unajua wewe time mimi niko busy wao na finya. Time yenye mimi niko free ndio nataka kufinya kushughulika vitu hmm. ita kuona comments aidha mambo na media tui wewe hiyo time labda sasa wewe unatafuta kukaa na mimi. Lakini uh -huh. Nitajaribu, nitajaribu nisijitetee sana. Ni kweli. Nitajaribu, Mungu akipenda nitajaribu. Nitajaribu. <laughs> Sasa ndio nawaambia, sio unajua mimi obvious tu niko na kazi ya nyumba, watoto, shughuli ya maisha mm -hmm. ya kawaida. Sasa hiyo time wenyewe huwa nakuwa free. Aidha nafikiria mm -hmm. content ya TikTok, <laughs> nafikiria content ya YouTube, nimefikiria tu vitu ama nataka kutafuta kitu. Ala ni... tena maajabu mm. Kitambo wewe ndio ulikuwa anga, ati nalalamikanga, ati sikupea attention. Nikaanza kukupea attention vizuri, tunakaa pamoja vizuri. Siku hizi wewe ndio unipei attention, hata bado. Hizo ni za kijuju tu, sema sile Aku, <laughs> ay, ay, eh, sasa ukubwa wako jaribu nafaa unipenge attention zingine unatenga tu nafasi papa chini tukae tupige story, sindio? mm. Mm. Bila simu mm. Kila <laughs> mtu anaweka simu hiyo ndio ya maana <laughs> yeah. E, yes, ilikuwa mimi nilikuwa nalalamika, ni hapo tu nyuma kidogo, nimekuwa mm, nalalamika hata si ni mwezi mmoja na kitu. Bora vile ulishika tu simu eh, na kufinya na kufinya kabisa. Ni mwezi mmoja eh, na kitu ndio nimefinya sana attention. Lakini mimi ndio nilikuwa naomba kutubu ni badilike. Lakini mimi uzuri, usinione mikaa, nimejaribu kutubu na kubadilika kwa kukasirika kwa kama nafanya kazi. Mm -hmm. Eh, kwa kazi hiyo mm naye ilikuwa naogopa. Mm, lakini siku hizi mm. nimejaribu hata tumefanyanga Asa, kazi umaro, na leo na kitu kitu kitu kitu nimekukasirisha lakini <laughs> sasa, unajua ni kama, yaani stress tu maasira tu juu vitu inanyisinya Kazi yenye nafanya yani na nina, sana ni kazi tu, ikiharibika si ndio? Kama naunda kitu na imekoma, lakini mm. mm -hmm. na kando na hiyo, sisi tuko sawa tu, hiyo vitu ya kawaida. Unajua sasa hiyo mm. ni kawaida, bibi na bwana, hiyo vitu lazima tu, yani maisha watu wakosi kupitana, hii lazima. Hiyo ni obvious tu, vitu iko hiyo, huwezi sema ati ati hakuna, hiyo ni kitu ya kawaida Papa Jimmy watu <laughs> no. Wote lazima wanakosanga, hata we ukifanya tu mtu. Kwa mfano, unafanya kitu na uoni hiyo kitu ikifaulu, unaweza kuwa na asira kidogo tena, tena. Mm. Mutu asiayoona mutu kwa hii dunia ni mkamilifu. mm -hmm. Unajua saa zingine watu wakianza kuingia kwa relationship, wanasaona huyu ni perfect, hakuna kitu hatawahi nikosea. Usijidanganye. <laughs> lazima kuna mahali mtapitana siku moja. Watu lazima kwa hii dunia hakuna mkamilifu. kitu nafika... ya maana ni kutafuta suluhisho. Mi nafikiri kwa boli ndio nafikiri, ni maisikia kwako mbaya kama tujaona, nafikiri kwangu mbaya, kwa wakati ulileta <laughs> kwa wakati ya msitori mbaya <laughs> ya sasa, ungeniambia kwanza na <laughs> wacha <laughs> tuwane kwa msitori lakini kitambo baba Jimi. <laughs> <laughs> Si sio mbaya lakini labda ni aibu, ni aibu <laughs> sasa iko <yuko> sawa <laughs> Mimi nafikiri kitu yenye masikia tu mbaya kwa baba Jimi kama bado jaona, ni wakati kuwa nachezanga boli. Sasa na mimi nilikuwa peke yangu nao walikuwa wawili na dadangu. Sasa mimi nilikuwa nacheza nacheza na nawashinda nafunga labda wako na ine mimi niko na ten sasa. Wakati niko na hiyo ya nasema turudie, sasa na mimi sasa hiyo story sa bold tuache, lakini hiyo ni ya kitambo hiyo. Tu sana ilikuwa mchezo, alikuwa na maaramu sasa, ilikuwa siyesi shinda tu vizuri Tafuta njia, anatafuta mm, njia, kum, tafuta njia kushina, mpaka ashindwe alafu ukimaliza mbwe tumashinda na umeharamia, lakini <laughs> <Pa, laughs> Laki, kwa anga fan alikuwa anakuja kwetu anakaa huko, anakaa tunacheza michezo mingi tu na yeye kati kati tumaicheza tulichezanga <laughs> sijui Jimmy anakuja kwetu aka naishingi tu kwetu kwetu kuliko kwao. Hata unajua alikuwa anga na boma ingine huko Uganda. Sasa hiyo boma Uganda ilikuwa anaenda kuvisit huko, ena ndugu yangu. Sasa ukienda Uganda hivyo, hata akifika tu kwao mapema, atakuja tu hiyo siku kwetu aishi huko

tukumbuki hata mmoja, naweza yes, jaribu lakini mimi naye, unajua hmm. mimi mara mingi mambo yenye tumepitana tuza kitambo mimi sipendangi hata kukumbuka, asiyo kukumbuka, ni tu ni memory kwa ni kama video tunatoa contents sio, hmm. hmm. hmm. lakini mara mingi mimi hata nasaungu vitu una sawa, nasaungu vitu mimi nasaungu vitu ya kitambo. Mimi mimi bora tunapatana tunakaa sawa ah, mambo ya kitambo inabaki baki, hmm. Yaani anapenda kukumbuka makosa za kitambo yeah. Pengine si zote lakini, sio <laughs> ya, ya, ya, la yani ya, ya kitambo kidogo. Kidogo, sio <laughs> yeah. Bado ni kitambo yeah, sa zingine hmm. <laughs> Sisi wote tunakumbukanga sasa yep. Inafaa tusahau kabisa tutoe jeraha la moyo mm. Yep. au na ingine yeah. Unajua sisi kujipanga ilikuwa vitu mingi mingi mingi mingi mingi mingi mingi. Papa Jimmy ati ni kuprank siku moja oh, <laughs> watu waone vile una react kwa video lakini nimeprank si... mama mama Jimmy zingine tu ya kumshtua tu akisuba kwa simu yo sio kuprank. Lakini yo sasa e, kama kushtua no. No, si ni kama prank bado, lakini hiyo iyo anakata sanga tu vipaya ni si post nkumba na akna naikwetu serious ko dudumanyoo mpaka niogope niogope. Sasa hiyo ni kama prank ni yeah. Zile zenye ana uwezi onyesha watu anamsumbua <laughs> alafu, yeye unajua mwoshaji mwake nao anakuja kunifanyia maji chua watoto pia wameshika hiyo, wameshika hiyo Baba Jimmy. Mkora unafanya yako hivi, na ishtua na na maji baridi. Maji. Lakini siku hizi sikufanyi sana, siku hizi umeacha hiyo, si mimi nilalamika ukawacha, eh, sio na mimi nakuwa mzuri, unipende tu vizuri, kwani kunipenda sana, kwa uongea upende ni kwa kwa mzuri, lakini watoto bado wanafanyanga kweli Hawaliacha, ni kama walikuwa wanaona tu wewe ukikuja. Unajua, time mwingine ni kama <laughs> kama wakienda tu kuna na wewe ama watoke huko, wanafanya hivi. Sasa ni kama walikuwa wanafuata wewe, wamewacha, wanashtua. Unafanya pata, Jimmy anafanyia sindia, alafu hapa sindia anafanyia Jimmy. Ni mchezo tu, ni kama mchezo ya watoto. Sasa guys leo tumekuwa na kazi

<laughs> lakini wacha nikwambie baba Jimmy, unajua baba Jimmy yeye, ukimprank, mimi najua tu yeye atakuwa mzuri. Unajua wengine wana acting, wana mara mingi. Baba Jimmy anaweza kuwa kama, kwa mfano nimchezee kitu nini, atashtuka, nini nini atashtuka, nini nini, anakuwa tu nice. Utaona yeye ni mzuri kweli kufuatana, kuprank na nini, simaye kuchezea kitu na u ujaisi, uwe, uwezi yani react vibaya. Eh, saa zingine unanichezea, ndio ai buibui ama sijui nini, si hata si, hiyo vitu yu, za kawaida tu kando na buibui. Lakini eh lakini e, sipendi kuchezewa, sipendi mtu anicheze mm, sipendi mtu akucheza, naona anicheze anga sana sana na nini. Kwanza siku hizi unajua hapa ah, ni kama ah, tu ah, hakuna ah, nyasi zenye anaweza nishtua nazo Kenya kulikuwa na ishtua sana. Sasa hiyo ni mchezo hiyo, sio kutanganya. Mi nasema mutu kunichezea ni yani kuongea uongo uh, eh, hiyo ndio eh, sipendi, yeah, sipendi, sipendi, yeah, eh, sipendi. Yeah. Mambo mambo ya kushtua hiyo notutumanya ama nini hiyo, iyo mchezo si mbaya sana yeah, lakini sasa mambo ya kudanganya mtu ananitanganya ti oh, sijui nini nini ati ndio ananichezea. Ah, yeah, anapenda tu kwa direct itanganya, yes, yeye <coughs> yeah, yeah, yeah, watu wasemenge ukweli. Hey, ukweli. Sasa so, so, sisi nafikiri video itaenda itaisha hivyo, masaa inaenda mm -hmm. Sisi tunapenda